Katika ulinzi wa nembo, ninawaomba na kuwashauri wanasimba wenzangu tusimamie vizuri yale tunayoyaangalia. Thamani ya fedha ambazo tunazipata zinatokana na nembo kulindwa. Tunao wadhamini wanaovutika kuja kudhamini na kuwekeza fedha ndani ya Simba kwa sababu nembo yao inalindwa, lakini watu ambao wanavaa jezi za Simba wana pengine wana hasama binafsi na mimi au na mtu yoyote, kwenda kutukana na timu na klabu, unashusha hadhi na inaondoa uvutiaji wa watu zaidi ambao watatusaidia kuongeza fedha na kujenga msingi mzuri wa maendeleo ya klabu. Hili ni jambo la msingi sana. Ukiwa unakusudia kunitukana, kunisema, kunilaumu, zungumza wewe as an individual. Usizungumze ukabeba mamlaka ya wanasimba wote. Hata manabii hawakupendwa na watu wote. Kwa hiyo mimi, hilo wala siwezi kuona tatizo.